Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Jannati bintu Juma, naishi Bukirasazi, nasomea madrasati Alhuda. Jina naitwa Mariam Juma, natokea Bukirasazi, mwanafunzi wa madrasa yetu ya Al Huda na chini ya kiongozi wetu Hamza Mahani. Nilikuwa napenda sana nishukuru wazazi wangu wa, wa kunileta katika madrasa yetu hii ya Al Huda na nikipenda niwashukuru na walimu zetu ambao wanatuhifadhisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Nawashukuru sana kwa kunileta katika hii madrasa yetu, na Mungu awalipe na wazidishie. Kama mnavyoona siku yetu ya leo, tulimaliza Idi mubaraka na kiongozi wetu tukasherekea naye, tukachangia pamoja. Na Mwenyezi Mungu amuhifadhi na ampatie mwisho mwema, allahumma amin. Ikiwa e tunaelekezana kuitafuta dunia basi pia tuelekezane kuitafuta akhira yetu. Mazuri tunayoyafanya hapa duniani, fainali ni kaburini. Alhuda ni mwongozo wa jamii, Alhuda yetu njema. Allah zidi kuwa nasi, utuimarishe daima, Ilahi Mola kudusi madrasa ya Alhuda. Lakini pia na dada zangu mama zangu wa Alhuda, tumeona kwamba haitoshi tu kwamba hawa watoto pengine tungeweza kuambia tuwapeleke bichi, lakini asili ya bichi nafasi kubwa, miziki ni mingi sana, lakini tukaona namna gani ya kuweza kuwadhibiti Tumekubali kadri na hali kwa nguvu kubwa na ushirikiano wa pamoja. Nyama zetu zimeandaliwa za kuchomwa, rowe za kupikwa, kila aina ambayo mtoto anaweza akajisikia, maji, juisi, ili mradi apaone hapa kwamba si madrasa tu, apaone kuwa kama hapa ni nyumbani. Mimi niwaombe jambo limoja tu, dada zangu la kwanza nyinyi ambalo mimi nakuombeni, lindeni utu wenu. Narudia hemo, dada zangu, meza zote ambazo ziko hapa za madrasa ya Alhuda, lindeni utu wenu, kwa sababu mmeshakuwa sasa, kwa kuwa mmeshakuwa, ni aibu binti wa madrasa ya aina yoyote kuzalia nyumbani. Zingatieni sana hilo. Narudia hemo tena kwa mara ya pili, yabebeni sana haya kwenye nafsi zenu. Ni aibu binti wa madrasa ya aina yoyote ile, wewe ndio ulikuwa unaonekana kwamba unakuja kwa masomo ya Qur'ani alafu wewe ambao ulikuwa kumasomo ya Qur'ani baada ya miezi tisa wa kuona unanyonyesha mtoto nyumbani, kwa tafsiri kwamba umezaa nje ya ndoa. Namuomba Mungu akupeni ndoa katika maisha yenu, lakini ili muweze kuipata ndoa ni lazima mlinde utu wenu. Jana kuna gari nyingi sana zimekodiwa zinaenda black Watu wanaenda bora bora, sio kwamba ni watoto wa Kikristo ndio ambao wanaenda kule, wanaenda kule ni wale wale watoto wa Kiislamu. Lakini nyinyi, ili muwe tofauti na wao, ni kulinda utu wenu, ni kulinda zawadi zenu alizokupeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtakapojichukulia kama nyinyi ni watu wa kawaida na nyinyi mmeisoma Qur'ani Qurani haitokuwa na msaada kwako kama utaichukulia kwa kama naenda kusoma juu ni some tu. Soma kwa kuzingatia. Leo hiisi tulitia pesa hapa, ukiangalia mandhari ya namna gisi mlivyo, si rahisi kwamba nyumbani kwenu wanaweza wakawafanyeni haya ambayo sisi tumeyafanya, lakini kwa sababu tunathaminisha kulinda nidhamu na utu wenu litatusaidia nyinyi kesho kuwa mama bora, na Mungu aendelee kukulindeni katika hili yenu, ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongozi wa jamii.